Na tukiitambua nafasi ya Mungu katika yote haya, tafadhali tuambie kwa ufupi kuhusiana na kongamano hili la maombi ambalo linaenda kuombea taifa na ni kwa nini mmekuja na wazo wa namna hiyo? Karibu sana. Nashukuru sana ndugu mtangazaji, awali yote niweze kutoa salamu nyingi sana za Mheshimiwa Emanuela Mtatifikolo Kaganda ambaye ndiye mkuu wetu wa wilaya ya Babati. Kimsingi eh, kipindi hiki alikuwa aje mwenyewe aweze kuliongelea swala hili, lakini kwa sababu ya majukumu makubwa na mengi ambayo anayo kwa wakati huu, basi akanituma mimi msaidizi wake ambaye ni katibu tawala wa wilaya. Na kimsingi eh, wazo hili linatokana na maono mapana ya ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwamba pamoja na kwamba serikali haina dini lakini serikali au nchi yetu imetengenezwa na watu na wala sio milima, na watu hao wana imani mbali mbali. Kwa hiyo kuna haja ya kuungana na dini mbali mbali kwa ajili ya kumtukuza Mwenyezi Mungu, hususan kipindi hiki ambacho nchi yetu inaelekea katika uchaguzi mkuu, na kimsingi, kwa sababu uchaguzi unahusisha mambo mengi lakini serikali imekuwa iki ikiwa bega kwa bega pamoja na dini zetu ambazo zipo waumini wetu katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na amani. Wazo hili limekuja pia kwa sababu e, kipindi hiki cha uchaguzi kinakuwa na mambo mengi ambayo yanaweza yakatokea, lakini tumeona kwamba ni vema tuweze kuliombea nchi yetu katika kipindi hiki. E, ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa serikali. Sana una ni kwa nini ni muhimu kwa wananchi kuungana katika maombi haya ya kitaifa wakati huu uchaguzi? Baada ya e, kwanza tunashukuru, tunaamini kwamba kila dini e, au makanisa yetu misikiti watumishi wetu wa Mungu pamoja na waamini wote wamekuwa wakitumia fursa hiyo kuomba lakini katika maeneo yao maeneo yao ya ibada, lakini pia moja moja katika maeneo yake ya makazi. Tunaamini katika nguvu ya umoja, tunaamini kwamba wanababati tukipaza sauti yetu kwa umoja, basi tunaweza tukapeleka message kubwa kwa Mwenyezi Mungu na Mungu wetu akaweza kutusikiliza kama wanababati kwa ndo sababu kubwa. Okay, labda pengine mna, umesema kwamba mnaamini katika viongozi wa dini kwamba wana mchango mkubwa katika kufanikisha ku, ku, ku, labda maombi hayo, pengine mna mpango gani sasa wa kushirikiana na viongozi wa dini, mashirika ya kijamii pamoja na serikali za mitaa pia katika kuhakikisha kwamba wanashiriki kwa wingi katika kongamano hilo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji e, baada ya kupokea hilo wazo e, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya alitisha kikao na viongozi wa dini, na tuliweza kukaa tukatoa wazo letu, lakini hata kabla ya kukaa nao kikao e, tuliweza ku, katika maongezi, kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii tunakutana na hao viongozi pia, kuna baadhi ya viongozi ambao tayari walishaonyesha nia kwamba kuna haja na sababu ya msingi ya wanababati kuungana kupata siku maalum ya kumtukuza Mungu na kumwomba aweze kutupatia amani na utulivu katika kipindi hiki cha, cha uchaguzi kwao. Baada ya hapo, tulikaa nao tuliongea nao nao walionyesha nia ya dhati, na katika kikao ambacho kilifanyika Ijumaa iliyopita na kingine tumefanya jana, kwa sauti moja tumekubaliana kwamba tuweze kufanya ibada maalum lakini wiki iliyopita Ijumaa tulipofanya kikao tulikubaliana na viongozi wetu wa dini walikubali kwamba wangeweza kutoa taarifa katika maeneo yao ya ibada kwa maana misikitini pamoja na makanisani na jambo hilo jana tumepata feedback kwamba walitoa taarifa na tunaamini kwamba basi tutaungana kama wanababati tukawa na sauti moja bila kujali dini zetu tukaungana kupaza sauti yetu kwa ajili ya kum, kumtukuza Mungu lakini pia kumwomba aweze kutupatia amani na utulivu katika kipindi hiki. Serikali kama nilivyosema awali, serikali siku zote imekuwa bega kwa bega pamoja na wananchi na waamini wa dini mbalimbali mbali, lakini hata, hata wale wasiowaamini kama nilivyosema e, serikali haina dini lakini ina watu ambao wana dini zao na hata sisi viongozi wa serikali tuna dini pia, tunamfahamu Mungu. Kwa hiyo hata baada ya swala hili tutakuwa serikali ina, itaendelea kuwa bega kwa bega pamoja na dini zetu, pamoja na viongozi wetu wa dini na waamini mbalimbali mbali, katika kuhakikisha kwamba e, nchi yetu inakuwa na amani na ki, kimsingi. Kwa nini serikali inaungana na na dini katika kipindi hiki Tunahudumia watu wale wale, yaani hao watu ambao sisi kama serikali tunawaita wananchi, upande wa dini wanaita waamini, kwao ni watu wale wale. Na mimi kuna slogan yangu ambao nilikuwa nawachekesha viongozi wa dini kwamba wao wanatibu, wanawatibu hao watu kiroho, kwa maana wanatoa huduma za kiroho, sisi tunawatibu kimwili tunawalinda kimwili kwa maana tunahakikisha usalama wa raia unakuwepo na mali zake, lakini viongozi wetu wa dini wanatulinda kiroho, kuhakikisha kwamba roho zetu au mioyo yetu iko misafi na ina hofu